Tunaona tukifuata sola kalenda tutapotea. Ile ndio tamaa, tufuate ile kitu raisi. Kitu raisi ndio kuangalia mwezi, tuangalie mwezi, leo tarehe hapa baba. Mwezi hata mgumbavu kimwambia mwezi, ile bado, leo tarehe hapa, kitu cha kufuata. Waarabu wakaadopt the luna kalenda, wakaachana na the sola kalenda, na Waarabu wameendelea na the luna kalenda tiwala hayati maisha yao yote, wao wako katika luna Waarabu walikuwa na miezi yes, kumi na mbili na Waarabu walikuwa na tarehe lakini walikuwa hawana mwaka. Na ndio tuna hata mtume kuzaliwa kasi amezaliwa Rabi al-Awwal tarehe kumi na mbili, hakuna mwaka wao. Walikuwa wana seti st miaka yao kulingana na events ambayo kwamba zimetokea, matukio ambayo kwamba yametokea, huyu alizaliwa mwaka wa korona Huyu alizaliwa ikiwa mwaka wo lizaliwa ilikuwa hakuna event kubwa imetokea. Wanasema alizaliwa mwaka mmoja baada ya korona, mwaka miwili baada ya korona, ama mwaka mmoja kabla ya korona, miaka miwili kabla ya nini ya korona. Hivi ndio Waarabu wameishi wa kidugu, na imeendelea hivyo mpaka wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pia Waislamu hawana hawana kalenda ya miaka lakini, sasa Uislamu umeanza kugrow, watu wamekuwa sasa wameasha Uislamu umekuwa ni empire. Inakuwa kuna matatizo kwa sababu sasa communication ina fail. Hatuwezi kufanya communication. Katika vitu zilizopelekea Waarabu na Waarabu pia walikuwa na tabia ya kucheza na miezi. Hawaongezi, wanacheza. Wale wa nyuma Leo ni mahala na kuna dini fulani, lazima nipige hapa. Ni dini haramu na mahala ni haramu kufanya dini za haramu. Sasa, sasa hii swafa ndo haramu ndo wanabadilisha ikifika hiyo swafa, na kwa maana mahala ikiwa bado ile dini haitaifa vizuri, bado haitaifa vizuri, wanasongeza tena mbele. Na kwa sababu hii Waarabu kuongeza kalikuwa kupeleka peleka na kubadilisha, ndio haji ikachelewa kufaradhishwa katika kalenda ya Kiislamu. Haji ilifaradhishwa mwaka wa 9. Kwa sababu hii kwa sababu walikuwa wamebadilisha badilisha, badilisha miezi mpaka haji katoka mahali yake lao. Haji ingebaki ingefaradhishwa kama kama zaka ama kama somo mwaka wabiku, li, ule, ule wa pili wa hijra, ingelikuwa ile ule mwezi wa haji sio mwezi wa haji kwa sababu mwezi wa haji ilikuwa haipo pale mahali ilikuwa inafaa kuwa, ilikuwa ishahamishwa hamishwa, badala ya kuwalia mwezi wa kumi na mbili, labda ilishakuwa ni mwezi wa nne. Kwa hivyo ilibidi Mwenyezi Mungu asubirie hii miezi kirudi mpaka ikuje kualaini pale mahali pake. Ndio mwezi wa Dhulhijja ikawa Dhulhijja imeingia, ndio ndio ndio Waislamu, Waislamu mwezi wa wa nini, ibada ibada ya ya ya hajj, kwa kwa kwa sababu kalenda kalenda kama alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo hawana. Ikatokea baina watu wengi, cheki cheki cheki mazungumzo, lugha za kisasa, siku ilikuwa na wewe a mambo alioma eeba wakaandikia na cheki cheki, inasema kwamba huyu mtu amlipa deni yake 15 Shaban. Ilipofika 15 Shaban, kesi imependa kwa Said Omar radhiallahu anhu Aisha na Omar, huyu alisema atalipa 15 Shaban, leo ni 15 Shaban, mimi nataka deni yangu. Yule mwenye kodi hiyo akasema ni sema 15 Shaban next year. Ya kalenda ina mwaka kalenda iko na date iko na mwaka, lakini haina mwaka. Mimi nilisema next year tu, nini ni gold kwa ajili ya

mtu ambaye kwamba kwa hakuli kwa jasho lake hawezi kuzungumza kwa kichwa chake. As long as kuna mkono inakupatia chakula, wallahi huwezi kuzungumza kwa kichwa chake, utazungumza venye huyo mwenye anakupatia chakula. Na waislamu ndio tutabakia kutawaliwa, hatutawahi kuzungumza kichwa kwa kwamba sisi tunataka, because kabla usizungumze lazima uangalie ameto kusema zungumza au sizungumze. Zungumze absolutely. Kwa sababu nini? Kwa sababu slave, wewe ni mtumwa. Kalenda yetu hiyo.

Wakristo kutoka Najran walikuwa ni kiasi kwamba wao wana sana na wale sana wao sana wao fumba na tayi hii aya ambayo inajulikana maarufu. Mtume aliandika mkataba ya Najran na mtume, ilikuwa miaka tano baada ya hicho . Kwa hivyo anakuambia hapa ni kama mtume tayari alikuwa shapiga fikra kwa majiji rangi ya mwanzo wa dini kalenda ya Kiislamu, lakini wanazungumza wengine kwa biada kalenda ni sehemu ya ile mtume kufanya hivyo ni kwa sababu asili ya Waarabu walikuwa wakibase miaka yao kulingana na events. So the biggest event ilikuwa imefanyika, kwa hiyo muda ilikuwa ni hiyo. Kwa hivyo mtume alikuwa anafuata asili ya Waarabu, sio yeye aliyoweka nini, aliyoweka kalenda kwa vote atakavyokuwa kalenda ikapatikana. Kalenda ya nini? Kalenda ya hijria, na kalenda ya hijria ikaendelea. Wakaja sasa mwezi wa kwanza wa Kiislamu ulipozigea wala masahaba wakashtamia

ijabadilike ije kwa kumi ya Mungu katika dhali ya gani ya hiyo. Lakini pamoja na yote, sisi maswahaba tunawaheshimu na tunawatambua radhiyallahu anhu wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajra alijtihadi nasqutu, chochote kilichopita baina ya maswahaba sisi tunaheshimu, wala hatuingili na hatuingili maswahaba katika umma tukadhalta au shubita wa ijtihadi yao. Sayyidina Umara kasema tuweke Muhammad, akimalizia kwa nini Muharram? Akasema, unajua dhul hijja sisi tunaenda haji na tukitoka haji, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man hajja wa lam yafus wa lam yasuk au rajaa min dhurubihi ka yawmi waladatuhu ummu yaumi safi umu anarudimsaanamadhani <coughs> kwa hiyo tukitoka haji tunarudi wasafi sisi wapya tunapata na mwaka mpya itakuwa ni itakweningia. Sasa na Umar kapitisha Muharram iwe ndio nini, ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu, na kwamba baadhi ya masahaba waminumsebin Ali alikuwa kinyume na kauli yake.